Mwaka 2025 umekuwa wa kipekee katika historia ya kisiasa na kijamii duniani. Katika kipindi hiki, viongozi wameendelea kuchukua hatua za kukabiliana na changamoto kubwa za ulimwengu kwa malengo ya kuimarisha maendeleo na usalama wa jamii zao. Miongoni mwa viongozi hawa ni Kapteni Ibrahim Traore wa Burkina Faso ambaye ameibuka kuwa kiongozi shupavu na mwenye maono makubwa. Kupitia hotuba zake za mwaka huu Ametangaza mambo makubwa yanayolenga kubadilisha mustakabali wa taifa lake na kuleta ustawi wa wananchi wake. Katika makala hii, tunachunguza mambo hayo manne na namna yanavyoonyesha mwamko mpya wa uongozi wa kijamii na kitaifa. Jambo la kwanza ni mawaziri watakaofuja: hata dola moja nchini Burkina Faso watakabiliwa na kifungo cha miaka miwili jela. Rais Traore anawachukia mawaziri wanaofuja pesa za wananchi na kuamua kutoa adhabu kali sana. Mawaziri hawaruhusiwi kuwa na akaunti za benki nje ya nchi na akaunti zao huchunguzwa mara kwa mara. Kila afisa wa serikali, wakiwemo mawaziri, wametakiwa kutangaza mali zao zote. Traore alisema, mimi sio mwanasiasa, hivyo nitawaambia ukweli. Nilikuwa nikiona mwanasiasa na magari na maisha ya kifahari, huku wananchi walio wengi wakiteseka, hivyo basi Waziri yeyote atakayefuja na kuiba hata dola moja ataenda jela miaka miwili, bila dhamana. Mbili, kujifungua sasa ni bure kwa akina mama wote nchini Burkina Faso. Alisema Kapteni Ibrahim Traore: natangaza enzi mpya ya matumaini na huruma katika taifa letu. Kuzaa ni muujiza, na hakuna mwanamke yeyote anayepaswa kukabiliana na malipo yeyote ya kifedha wakati akileta mtoto duniani. Tatu, sihitaji kukumbukwa kama kiongozi niliyepiga picha na wananchi maskini wakati wa kampeni, ila nikumbukwe kama kiongozi niliyesaidia wananchi walipotaka msaada. Jambo la nne, wanafunzi wa chuo kikuu wanapokea mshahara wa laki moja pesa ya Burkina Faso mpaka pale watakapopata ajira au kumaliza chuo. Mwaka 2025 unajidhihirisha kuwa na mabadiliko makubwa kwa Burkina Faso chini ya uongozi wa Kapteni Ibrahim Traore. Ahadi zake zikiwa pia kuimarisha usalama wa taifa, kusamehe wanajeshi waliokuwa na atia, na kurejesha maeneo yaliyokuwa chini ya udhibiti wa magaidi, zinaonyesha dhamira yake na kuleta maendeleo na ustawi wa taifa lake. Traore ameendelea kuwa kiongozi mwenye maono makubwa, akisisitiza umuhimu wa kujitegemea na kulinda rasilimali za taifa dhidi ya ukoloni mamboleo. Hatua zake zimekuwa mfano wa kuigwa kwa mataifa mengine ya Afrika yanayopambana na changamoto za kiusalama na kiuchumi. Kwa hakika, mwaka 2025 ni mwaka wa matumaini na mwelekeo mpya kwa Burkina Faso na Afrika kwa ujumla.